Hapa into our stadium. Je, yatakuwa mambo vile ambavyo yanakwenda kuwa ama itakuwaje? Kisha yuko pale team captain kupande upande wa Singida Black Stars Khalid Aucho, lakini pia yuko pale Amis Asman Flembu, huyu ni kocha wa Flembu wa kuita senti juu na yimana de. Karibu sana into our stadium, ni Bujumbura Burundi

wakuwa na nyakati kadha wa kadha, akizungumza na walinzi wake Elvis Baranga Rupia. Hesabu zake hazikwenda sawa, akiwa chini golikipa Diodon pale pale tena akamwekea mpira ule, iweka pembeni, mekubali tumbukiza cross wako ndani box Flambeau hu, lakini inakuwa ni goal kick, nabaki kujilahumu. Haikuwa on target, imekuwa off target, jaribio ambalo alikuwa kilifanya aimegakiza sabu zime, zimekaa zime, vibaya. Aimekakiza hajafanikiwa ni mrundi huyu, amerudi Flambeau zito mno. Mosi ndu umwe ipo kwenye njia wataishia wapi? Ni Flambeau sasa wanaondoka nafasi tena, ni kafambua chakavu leo, ni goal kick nambiaweka hapo anzishe golikipa. Wamefanya shambulizi la hafla, wakati mgumu kifikra walikuwa wanaondoka namna hiyo Flambeau bado haikuwa afadhali kwa hata alipoanguka chini chini, tena aiji tenamao ndani ya ya box ya Singida Black Stars, tumbukiza cross ile uchana ikosa. Faustin Aucho zakamilishi 45 za kwanza na naika mpira unaurudishwa ndani uwanja na dakika 45 zinakamilika kutoka Intwari Stadium. Karibu katika dakika nyingine 45 za kipindi cha pili. Nayo mwazima ile kiacrore chota Chama ndani box. Chama ana seti wapi mpira ule, acia mpira ulekua ju, lakini anaukataa Fleb kuta wachezaji Morris, almoris mwamuzi amepuliza kipianga, ishara kwamba ilikuwa offside. Amepenyezwa pasi nzuri sana katika nafasi ya kufanya jambo, wako ndani ya box, lakini tayari kipianga cha mwamuzi kimesikika na bendera ya line one. Wachezaji wawili walikuwa tayari kwenye eneo la potea. Antony Trabitra ameinuwa mpira mrefu kumtafuta Idrissa Diomande lakini anauondosha mpira ule, beni irakose Chama lekia tena, Chama, Chama Mufulira boy cret cote Chama danya <tosan> entan stadium na mayele celebration style na kuwa pride na Singida Black Stars. Clatous Chama anaiweka mbele Singida Black Stars. Clatous Chama, singi Chama. Alitengewa pasi nzuri hii alizozoea kuwatengea wenzake, ametengewa naye na safari hii ton ni wahezwa hakuwana cha kufanya, anakubali Singida Black Stars wapate bao la kuongoza. Singida Black Stars Alizeti inatamba Bujumbura. Yes. Mufulira boy. Clatous Chama. Anakwenda ku celebrate. Kego. Okay, anuliwa okay, <laughs> pasi le. Clement Kibabage ndani box Kibabage. Ame <laughs> kwa <laughs> chini <laughs> mwamuzi anamwambia inuka. Kibabage alikuwa ni fair challenge. Nothing happens there. Mambia kwa kipake sogea na uleta huu. Opa. Hey. Anafanya Flambeau wanaleva scoreboard. Edson Munala analeva scoreboard, amepewa bure, hakuwa na ha, ha, sababu ya kukataa. Wanaleva scoreboard. Flambeau anajilaumu alichokifanya ni nini, aucho anauliza nini kimetokea? Hakukata tamaa katika mpira ule. Okochuku akamwambia sogeri kupatia mpira huu, lakini akataka kuonesha ufundi wake mbele ya Edson Munava, naye ameonesha ufundi ambao alitaka kumwonesha. Mchezaji bora mwezi Septemba upande wa Flambo kwenye ligi ya Burundi, Primus Ligi. Miguel Angel Gamonde hayuko sawa na anahisi tatizo lipo. Klementi Kibabage katika nafasi hii, una namna. Mwamuzi anaamini kwamba alidai Kibabage, lakini kwenye marejeo ya picha amechotwa hapa, kulikuwa na contact. Hiki ndicho kilimfanya Miguel Gamonde alalame hapa na msaidizi wake kwamba vipi milikiwa mpira ni wa lembu anajaribu kupita pale, mwamuzi anasema ni fao na kadi ya njano inatoka. Anaonyeshwa Andy Kofi Siri, ni wa Rukinzo ya hapa hapa Burundi. alikuwa anatafuta njia nyingine tena akawape salamu tena Singida Black Stars, lakini safari hii Andy Kofi Siri. Ivrakoze ameukamata mpira le golkipa ama sabasoge shabiki wa Flambeau anashangilia mno. <laughs> Kaeke amemchekecha amechekecheka Emmanuel Kwame. Anaingiza cross, ile nafasi kwa Singida, pengine yuko hapa, mwaku goal kick alijazama tunda. Ni Morris. Chuku go chuku yuko pale anto oh, antonaban yeah. Anton tabita amepigwa <tipo> na bumbuazi hata Flambu was shoot yes, dakika tisini zinakamilika katika uwanja wa Invary hapa Bujumbura, dakika tisini zimerefu, Flambu moja, Singida Black Stars moja.